Dalali mrembo, leo nawaletea nyumba kutoka Kigamboni Mikwambe. Nyumba kama mnavyoiona, ina vyumba vitatu vya kulala viwili master, ina sebule, ina jiko, ina dining na public toilet. Kiwanja kina ukubwa wa square mita 350. Nyumba hii inapatikana kwa bei ya milioni 42. Karibuni jamani, kama mnavyoona majirani wazuri kabisa, ni sehemu ambayo gari inafika kirahisi hakuna kipengele chochote karibuni. Nyumba imejengwa kisasa kabisa.